Agano na nafsi ya mwanadamu. Ili kuelewa ukweli wowote wa kiroho, mtu anahitaji ana kusoma maandiko matakatifu na kuyatafakari juu yao. Chanzo kingine ambacho mtu anaweza kujifunza ni asiri yenyewe, kupitia uchunguzi wa kanuni za asiri, mradi unaweza kuhusisha matokeo yake na ukweli unao uliojumuishwa katika maandiko matakatifu. Mchanganyiko wa wow, hizo mbili unaweza kumwezesha kufahamu kipimo cha ukweli wa somo lolote la kiroho, ikiwa ni pamoja na nafsi ya mwanadamu. Neno la onyo linahitajika na hivyo kwa kuwa wakati maandiko matakatifu ni vyanzo vya kutosha kwa uelewa na ukweli wa kiroho, utafiti wa sheria za asili utalazimika kuwa anishwa kuwainishwa na maandiko. Vinginevyo, kwa kutumia tu kanuni fulani za asili katika utafiti wa mtu wa maisha ya kiroho matokeo yanaweza kupotosha ukweli. Ufahamu wa kina wa ukweli wa kidini unaweza kupatikana wakati mtu binafsi anatambua ukweli kwamba uumbaji wa Mungu ni chombo kimoja. Ulimwengu wa kiroho na kimwili sio vyombo tofauti, lakini sehemu za ulimwengu mmoja wakuwa sheria na kanuni zinazoongoza ulimwengu wa asili ni sawa na zile zinazofanya kazi katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu, katika ulimwengu wa dini na katika ulimwengu wa mwanadamu. Ili kutoa mfano, tunaona kufanana sana katika sheria kati ya sheria zinazosimamia maisha ya mti na zile zinazosima zinazohamasisha maisha ya mwanadamu kimwili na kiroho. Tunatambua kwamba mti huingiza mizizi yake ndani ya udongo na uchota madini duniani kwa chakula chake. Udongo ni duni kuliko mti; mti hata hivyo unategemea kwa kuwepo kwake. Licha ya utegemezi huu, mti hukauka ukua katika mwelekeo tofauti mbali na udongo, kama vile kutawanya udongo haukuinua matawi yake juu ya kuelekea mbinguni. Hii ni sawa na mwanadamu na hali yake ya kutengwa na ulimwengu wa kimwili wakati roho yake inatamani vitu vya kiroho na kutaka kukataa tamaa za kidunia. Kwa kukua juu mbali na udongo, mti unakuwa mpokeaji wa miale ya jua, jambo la thamani zaidi katika ulimwengu huu wa kimwili kama matokeo ya kumwangika kwa nguvu zilizotolewa na jua, uh, mti unakuwa verdant na kutoa maua mazuri na matunda. Bila shaka ukuaji wa mti ni wa hiari, lakini hebu tufikirie kwamba ili kuwa na chaguo na kwa sababu inaipenda dunia na inaitegemea udongo, ikielekeza matawi yake chini na kujikiza ardhini, kisha haikuweza tena kupokea miali ya jua, mwisho ni itakuwa kuoza. Kanuni hizo zinatumika kwa mwanadamu ambaye anapaswa kuishi katika ulimwengu huu na kufanya kazi ili kupata riziki na ambaye hutegemea vitu vya kimwili kwa uwepo kwake. Mungu, hata hivyo, amekusudia katika agano lake na mwanadamu kwamba roho ya mwanadamu inapaswa kutengwa na vitu vya ulimwengu huu na kutamani kuelekea ulimwengu wa kiroho. Katika tofauti na mti ambao hauna chaguo, mwanadamu anataka uhuru wa kuchagua. Ikiwa anachagua kupuuza masharti ya agano na kupenda ulimwengu bachili wake na vivutio vyake vya kimwili, basi anakuwa mtumwa wa vitu vya kidunia na roho yake, akinyimwa nguvu ya imani, inakuwa maskini. Kwa upande mwingine, wakati mtu binafsi anathamani mambo ya kiroho, anageukia adhihirisho wa Mungu na haelekezi mapenzi yake yote ulimwenguni huu wa kufa, basi nafsi yake inakuwa na nuru na miale ya jua ya ukweli la ukweli, na itatimiza kusudi la ambalo limeumbwa. Mfano hapo juu unaonyesha kufanana katika mti na mwanadamu, unaonyesha kwamba ulimwengu na kimwili na wa kiroho wa Mungu unahusiana na kila mmoja kwa sheria zinazofanana. Kwa hiyo inawezekana kugundua kanuni fulani za kiroho kwa kuchunguza sheria za kimwili hivyo vivyo hivyo, sheria za msingi na ufundisho mafundisho ya kidini yanaweza kuonekana na kama sheria za asri katika ulimwengu wa juu. Tofauti ni kwamba kama sheria za ufalme wa chini zinatumika kwa ufalme wa juu, sifa fulani zinaongezwa ambazo hazipo katika mmoja ya chini. Kweli huu ulibainishwa katika mfano hapo juu. Kipengele kilichoongezwa ni kwamba mwanadamu hutumia hiari yake ya kuamua hatima yake mwenyewe, wakati mti unakauka unakuwa bila hiari. Kipengele cha uchaguzi, uchaguzi hakipo katika ufalme wa mboga. Katika moja vidonge vya Baha'u'llah anasema kwamba kila kitu kilichoumbwa katika ulimwengu huu wa kimwili kina mwenzake katika ulimwengu wa Mungu. Ili kutambua haya, tunaweza kugeukea maneno na mtamshi ya maonyesho ya Mungu na kuongozwa na maelekezo na maelezo yao. Kwa mfano, utafiti wa maandiko ya Baaula na Abdulabaha mba tunaongoza kuamini kwamba mwenzake wa udhihirishaji wa Mungu katika ufalme huu wa kimwili ni jua. Kama jua lina mwanga, nguvu zake juu ya dunia hili ni la sababu ya maisha, ndivyo ilivyo, ilivyo. Dhihirisho la Mungu kuhusiana na ubinadamu. Utafiti wa baadhi ya sifa za jua unaweza kutusaidia kufahamu baadhi ya nguvu na sifa za uzilisaji wa Mungu kwa kiwango cha mapungufu yetu ya kibinadamu. Tunaweza kuuliza nini mwenzake wa kimwili wa roho ni katika ulimwengu huu? Inaonekana kutokana na utafiti wa maandiko kwamba ni kiini tete kinachokuwa katika tumbo la mama. Kutoka kwa utafiti wa mwisho tunaweza kutoa sifa na sifa za zamani. Tunaweza kuona kufanana kwa kushangaza katika hizo mbili. Kwa mfano, tunatambua kwamba kiini tete huanza maisha yake kama seli moja. Hakuna viungo na viungo mwanzoni, lakini seli ina uwezo wa kuongezeka, na katika utimilifu wa wakati hubadilishwa kuwa mwili kamili wa mwanadamu. Hivyo ndivyo nafsi inapoumbwa kwanza, ni kituo, ni kito cha mbinguni na bila uzoefu na sifa zake na nguvu ni, ni latent ndani ya yake, lakini ni uwezo wa kupata sifa hizi latent kutua kwa hatua katika kipindi cha maisha. Mungu ameamuru kwamba kiini tete kiendeleze viungo na viungo wakati kinalindwa ndani ya tumbo la uzazi. Vivyo hivyo ameamulu kwamba nafsi iendelee sifa za kiroho katika mwendo wa ushirika wake ni na mwili ni. Katika maisha haya, ulimwengu huu wa tumbo, kwamba nafsi inaweza kupata fadhila za kimungu na ukamilifu, kama ni hivyo kuchagua. Inaweza kuwa hazina na hazina ya maarifa ya hekima ya upendo na sifa nyingine zote za Mungu. Ukuaji wa viungo na viungo katika maisha ya aki, na kiini tete na maendeleo ya sifa za kiroho na, na roho huongozwa na kanuni sawa, lakini kuna tofauti kubwa. Ukuaji wa kiini tete na wa hiali na, na unaamriwa na asri wakati ya nafsi una uhuru wa kuchagua. Hii ni mwelekeo ulioongezwa uliotolewa kwa nafsi ambayo haipo katika ulimwengu wa asiri, wa asiri katika tableti iliyofunuliwa kwa heshima ya Haji Muhamad Ibrahim Kalil, muumini wa barua kutoka Kazvin Bahaula anasema: na sasa kuhusu swali lako kuhusu uumbaji wa mwanadamu, na jueni ya kwamba watu wote wameumbwa wakati maumbile ya Mwenyezi Mungu, mlezi mtegemewa. Kila mmoja ameamuriwa kipimo kilichopangwa kabla, kama ilivyoamriwa katika vidonge vya Mungu vyenye nguvu na vilivyolindwa. Yote ambayo anaweza kuwa nayo, hata hivyo, yanaweza kudhihirishwa tu kama matokeo ya hiari yako mwenyewe. Ufanano mwingine katika nafasi kati ya nafasi ni kiini tete, na kwamba mwisho kukua ndani ya tumbo la uzazi na muda mfupi tu, ni hatua ya mpito, haijaundwa kama mahali pa kuishi milele. Dunia hii pia ni ya muda mfupi kwa roho, sio mahali pa kuishi milele. Kila mwanadamu lazima aondoke. Lengo la maisha kwa kila mtoto ni kufa tumboni na kuzaliwa katika dunia hii, dunia ijayo. Hivyo ndivyo lengo la roho, uh, ambayo hatimaye hatima yake ya mwisho ni kuondoka katika ulimwengu huu na kuingia katika ulimwengu wa roho wa Mungu. Fanano mwingine kati ya nafsi na kiini tete ni kwamba mtoto lazima aendeleze viungo na viungo vyake katika tumbo la mama yake. Ikiwa atazaliwa bila baadhi ya haya, atashikwa na ulemavu, kwa sababu hawezi kuwapata katika maisha haya. Roho pia lazima iendeleze sifa za kiroho katika ulimwengu huu, upatikanaji wa hekima ujuzi, upendo, unyenyekevu na sifa zingine zote uh, uh, sifa zingine zote za kimungu inawezekana tu katika ufalme huu wa kidunia. Tunatambua kwamba baadhi ya viungo au viungo vinavyoonekana kuwa havina maana katika ulimwengu wa tumbo, kwa mfano macho hayawezi kuona huko, lakini mtoto anapozaliwa mwanga utaleta maono machoni mwake. Mchanganyiko wa macho mawili yaliyopatikana katika tumbo la uzazi na miale ya mwanga iliyopo katika ulimwengu huu umwelekeza mwanadamu mwenye maono hivyo, hivyo wema na ukamilifu ambao nafsi umepata katika ulimwengu huu pamoja na hali ya ulimwengu wa kiroho ambayo haujulikani kwetu, katika wakati wa ndege hii ya kufa itasababisha roho kuendelea katika maisha yajayo.